Hii ni sehemu ya tisa ya simulizi ya Mke Mwenza. Katika sehemu iliyopita, tuliona ya kwamba ndoa kati ya Abduli na Amina imekwisha fungwa na Amina ameletwa kuja kuishi nyumba moja pamoja na Zulfa ambaye ni mke mwenzie, na Amina alimweleza Zulfa siri yake ya kwamba yeye alikwisha poteza usichana wake, huku akimwomba msaada ni kwa namna gani atamfichia siri hiyo, na wakati Abduli ameingia nyumbani hapo Zulfa alimvutia chumbani kwake akitaka wazungumze, na mazungumzo yenyewe yalikuwa namuhusu mke mwenzake Amina. Abduli alikuwa na shauku sana ya kutaka kujua ni jambo gani ambalo Zulfa alitaka kumweleza, akauliza nini kimemkuta Amina. Ikabidi Zulfa aanze kufunguka. kwa nini umeamua kumleta aje aishi nyumba moja na mimi? Ina maana sina thamani yoyote kwako, mpaka unanichukulia poa kiasi hicho? au ni kwa sababu tu nimeamua kukupenda na kukuheshimu kama mume wangu wa? Nikiwa kama mwanamke wa Kiislamu, nina kila haki ya kumiliki nyumba yangu mwenyewe. Kwanza uliamua kumwoa kama mke wa pili, ukijua fika kuwa ni rafiki yangu kipenzi, japo liliniumiza, nikaamua kulikubali. Lakini kama haitoshi, umemleta hapa nyumbani, eti tuishi wote. Je, yeah. Nia yako ni kutaka nidai talaka ama ni nini? Kwa sauti ya upole Abduli akasema, kudai talaka hapana, mke wangu, najua nimekosea kwa mengi, na siwezi kukuchukulia poa kwa namna yoyote. Wewe una maana kubwa sana kwenye maisha yangu, na nakuomba hata siku moja usio na hayo mawazo ya kudai talaka, itaniumiza sana mke wangu Zulfa. Abduli alizungumza maneno hayo huku akipapasa mashavu ya Zulfa. Zulfa naye akamwambia, najua huyo ndo alikuwa mpenzi wako wa kwa kwanza, lakini tafadhali naomba usifanye mambo ambayo unajua kabisa yataniumiza. Baada ya kusema hivyo, Zulfa alimbusu Abdul na huku akipapasa tumbo la mkewe Zulfa. Abduli akasema, umenibebea mtoto wa pili. Kwa aibu, Zulfa akajibu Ndiyo mume wangu, huku akimtazama mkewe usoni. Abduli akasema huyu mtoto atakuwa ni wa kipekee sana, ingawa ulinificha na nikapata taarifa za ujauzito huu katika mazingira ambayo sikuyapenda. Yapenda, naomba jambo kama lile lisijirudie tena, nisikuone unazungumza na yule mwanaume. Zulfa akamwambia Abduli, sawa mume wangu, fanya uondoke sasa, mke mdogo yupo chumbani kwake anakusubiri. Abduli naye akasema mmm, jamani bado nahitaji muda kidogo na wewe, natamani kupata joto la mikono yako. Zulfa akamwambia, hebu nitolee upuuzi wako hapa, ondoka nenda kwa mke mwenzangu. Abduli alitoka na Zulfa alivuta pumzi ndefu na akajilaza kitandani, kisha akakumbatia mto na kuanza kutafuta usingizi huku kimoyomoyo akijisemea itabidi nizoee tu sina namna. Upande wa pili kwenye chumba alichokuwepo Amina Abduli aligonga mlango kabla ya kuingia chumbani humo, na Amina aliufungua mlango ule sambamba na kumuuliza Abduli, mbona umechukua muda mrefu hivyo? Kwa sauti kavu, Abduli naye akamwambia, kila ninapochelewa kurudi nyumbani, Zulfa hajawahi kuniuliza kitu kama hicho, atanikaribisha kama mtoto, atahakikisha nimeketi kwenye kiti na kunipa maji ya kunywa kabla ya kuniuliza chochote, na kama haitoshi atanikaribisha na tabasamu mwanana linaloambatana na kumbato ambalo hunisahaulisha changamoto zote nilizokutana nazo siku hiyo na pia. Kabla hajaendelea, Amina akamkatisha. Sasa kuna haja gani ya kuniambia yote hayo? Baada ya kuona hivyo, Abduli akaona mambo yasiwe mengi, akaomba radhi. Nisamehe mke wangu Nakiri nimechelewa. Kwa kifupi, Amina akasema sawa, na wote wakaketi, na Abduli akamwambia Amina, inabidi tuswali kwanza kabla ya yote. Ngoja nikapate udhu, na wewe jiandae pia. Wakati Abduli akielekea bafuni, kuna mawazo yalipita kwenye kichwa cha Amina. Mm. mbona kama kuna kitu hakipo sawa hapa? Alitakiwa kunikumbatia mara baada tu ya kuingia chumbani humu na sio kwanza kuniambia mambo kumuhusu Zulfa. Kwani wameongea nini hasa alipoenda chumbani kwa Zulfa? Hayo yalikuwa ni mawazo ya Amina, na muda mchache baadaye Abduli alitoka bafuni na akasema, haya sasa, ni zamu yako, nenda kachukue udhu. Amina naye akamjibu, mbona bado nina udhu, mume wangu. Sitaki kutoa mikapu yangu muda huu, kwani nataka niendelee kuonekana mrembo mbele yako. Baada ya kauli hiyo ya Amina, Abduli akamwambia mpenzi, kwangu wewe ni mrembo hata bila makeup. Na leo siyo kwamba ndo siku pekee tu ambayo nitaiona sura yako. Mambo ya makeup unaweza kufanya hata kesho, na pia sura yako nzuri, mbona nimekushaiona sana tu siku ya leo. Na kama unavyojua, hii ni siku yetu ya kwanza kama mume na mke, kwa hiyo tafadhali tujikabidhishe kwanza kwa mwenyezi Mungu. Baada ya maneno hayo mazuri kutoka kwa Abduli, Amina aliingia bafuni na kisha kupata udhu. Wakati huo Abduli naye kuna mawazo yalipita kichwani mwake. Mm, kuna tofauti kubwa sana baina ya hawa wake zangu. Nakumbuka kipindi nimemwoa Zulfa, yani hata kabla sijaingia chumbani, alikuwa tayari amekwisha jipatia udhu na yupo tayari kuswali pamoja nami na haya mambo ya makeup hayakuwa yakimzuzua kabisa. Kubwa alilokuwa nawaza na kuomba ni Mwenyezi Mungu kuilinda ndoa yetu dhidi ya macho yenye husda. Lakini huyu Amina yaani jambo la msingi aliloona yeye ni makeup tu, kama vile sinto wahi kumwona tena baada ya usiku wa leo. Tch, wanawake bwana. Baada ya mawazo hayo Abdul aliishia kutikisa kichwa chake na Amina naye alitoka bafuni na mumewe Abduli akajiweka tayari kwa ajili ya kuongoza swala. Waliswali rakaa mbili za sunna kama msingi na mwanzo mpya wa maisha yao ya ndoa, na baada ya swala, Amina alimuuliza Abduli, hebu nieleze mume wangu, unajisikiaje leo, ikiwa ndio siku yetu ya kwanza kama mume na mke? Abduli akasema, kiukweli nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha katika siku hii na najivunia sana kuona ya kwamba kwa sasa wewe ni mke wangu wa halali kabisa. Amina naye akasema kiukweli, sijui Zulfa anajisikiaje kwa sasa, na nahisi tamuia vigumu sana kuona nami naishi katika nyumba hii. Tafadhali mume wangu, na kuomba nipangishie nyumba katika sehemu nyingine. Sitaki kumwona Zulfa akiumia kwa sababu yangu. Abduli akamwambia Amina Usio na wasiwasi kabisa kuhusu Zulfa, hana shida yule. Naomba uvumilie kwa mwaka huu mmoja uishi katika nyumba hii, alafu nikishaweka sawa mambo yangu ya kiuchumi nitakupangishia nyumba yako na wewe. Amina akamwambia Abduli, ina maana unataka kuniambia ya kwamba kwa sasa hauna uwezo wa kupangisha nyumba kwa ajili yangu? Kwa sauti ya kufoka, Abduli akasema hivi, Unajua, nimetumia pesa nyingi kiasi gani katika harusi yetu, na yote hiyo ni ili kukufanya wewe ufurahi. Hata kwenye harusi yangu na Zulfa sikutumia pesa nyingi kiasi hiki, kwa sababu ye mwenyewe hakuwa anataka mambo mengi. Lakini wewe sasa, yani, hata haukuwaza baada ya sherehe ile maisha yetu yataendaje? Kikubwa ulichowaza wewe ni maneno ya watu tu, watasema nini kuhusu ukubwa ama udogo wa sherehe yetu? Kwa hasira Amina naye akasema, eti kisa mimi ni mke wa pili, basi haimaanishi kwamba niwe na harusi ndogo kama vile mazishi. Mimi sijali kabisa kuhusu jinsi gani ndoa yako na Zulfa ilivyokuwa, na usinifokee tafadhali Abduli, wewe ni mume wetu sasa. Hakikisha ya kwamba unatenda haki na uwache kutulinganisha, yaani kama vile mimi nilimlazimisha yeye aolewe na wewe au kama inanihusu vile jinsi ambavyo mlichagua sherehe yenu iwe ndogo. Baada ya kuona Amina anafoka, Abdul aliamua kujishusha na akamwambia Amina, samahani mke wangu, sintokufokea tena na wala sinto thubutu kuwalinganisha nambo, nivumilie tu hadi pale nitakapopata mahala pazuri nitakapoweza kukupangishia na wewe. Amina naye aliomba radhi It's okay, mume wangu naomba nisamehe pia kwa hasira zangu baada ya kuombana msamaha walipigana mabusu na amina akasema jiandae kupewa mambo adimu kitandani na mke wako wa pili huku akimshika mikono amina abduli akasema punguza haraka basi mke wangu ngoja kwanza kuna kitu nahitaji kukwambia amina akauliza kitu gani hicho abduli naye akasema nina tatizo la nguvu za kiume Yaani hata dakika moja siwezi kumaliza kwenye tendo. Kwa mshangao, Amina akahoji unasemaje? mambo yako namna hiyo? Katika sehemu hii ya tisa ya simulizi ya Mke Mwenza, je, Amina ataweza kuvumilia hali ya mumewe ama ni kipi kitafuata? Usikose sehemu inayofuata, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti vilevile na share kwa ndugu jamaa na marafiki. Simulizi hii tamu yenye mafunzo iwafikie.